Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu wa yangu Muislam na mpenzi katika iman, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ma min ayamin alamalu salih ahabu ila llah min hadhihi al ayam. Hakuna hakuna masiku katika masiku aliyoyaumba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambayo matendo mema yatakayotendwa ndani ya hayo masiku yanapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu kulikoni masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Ndugu yangu Muislamu, yaweza kuwa tumebakisha siku tatu mpaka siku nne kuingia katika huu mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Mwezi wa Dhulhijja ni mwezi wa kumi na mbili wa Kiislamu. Ni mwezi ambao ndani yake kuna masiku mazito, masiku matukufu. Masiku ambayo yanaweza yakakupa ushindi ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani. Nisikilize kwa makini nikwambie. Masiku haya ukitaka kujua utukufu wake, Allah subhanahu wa ta'ala amepata kuyaapia pale aliposema, walfajr wa layalin ashr. Allah anaapa kwa alfajiri. Alhafidh Ibnu Kathiri anasema alfajiri ya hapa aliyoipata kuiapia Allah subhanahu wataala, ni alfajiri au asubuhi ya ile siku ya kuchinja. Kisha akasema walayali na ashir, na anaapa kwa masiku kumi, yani masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi ya mwezi wa Dhulhija. Haya masiku Allah subhanahu wa taala amepata kuyapia. Ngoja nikwambie ndugu yangu Mwislam, wanasema wanawachuoni wa umma, aladhimu la yuksim illa biadhim, aliye mtukufu aliye mtukufu ambaye ni Allah subhanahu wa taala huwa haapi ovyo ovyo, ila kile anachokiapia ni kizito na ni kitukufu, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ni mtukufu, na hakika anachokiapia ni kitu kizito na kitu kitukufu. Haya masiku kumi Allah amepata kuyaapia. Allah ameapia haya masiku kumi, na Mungu akiapia kitu sifanye masihara, ndugu yangu mwislamu. Kwa hiyo yeyote atakayetenda matendo mazuri mema katika haya masiku kumi yanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wataala. Mtume akaulizwa, wala ljihadi fi sabilillah hata aliyetoka kwenda kupigana jihadi katika njia ya Mungu. Mtume akasema wala aljihadu fi sabilillah, hata aliyetoka kwenda kupigana jihadi katika njia ya Allah, akakamata upanga akawa yuko tayari kukatwa viungo vyake, kupata majeraha yaliyo makubwa, huyu akarudi salama katika vita ile, hawezi kumfikia atakayekaa chini akafanya matendo mema katika haya masiku masiku kumi. Isipokuwa atakayemshinda huyu ni yule ambaye ametoka kwenda jihadi na mali zake na kila kitu na kila kitu chake alafu kisirejee kitu chochote nyumbani kwake. Huyo ndio atakuwa amemshinda mwenye kufanya matendo ya kheri katika siku hii, haya masiku matukufu. Ndugu yangu unayenitazama, hii ikitujulisha jambo, inatujulisha ya kuwa miongoni mwa nafasi adhim, miongoni mwa nafasi nzito sana tulizokuwa nazo, basi ni Mwenyezi Mungu kutupa haya masiku kumi. Ndugu yangu, haya si masiku ya kulala muislamu haya ni masiku ya kuamka. Funga vizuri kibwebwe chako ndugu yangu, pambana katika haya masiku kumi. Haya masiku kumi yanaweza yakabadilisha maisha yako yote kwa ujumla wake, wallahi ladhim. Ndugu yangu mwislamu, stresi zako ulizokuwa nazo, mitihani unayopitia, mabalaa unayoyapitia, misukosuko mbalimbali, ndugu yangu, nisikilize kwa makini, yaweza kuwa kwa kiasi kikubwa kabisa ukayatumia vyema haya masiku kumi, Allah akakubadilishia maisha yako, ni masiku kumi ambayo yanaweza yakageuka yakageuza yakageuza machungu yako yakaja yakawa faraja, dhiki yako ikawa ikawa faraja, mitihani yako ikawa faraja. Ndugu yangu si masiku ya kulala, ndugu yangu, haya ni masiku ya kufunga vizuri sawasawa kibwebwe chako vizuri, ndugu yangu, ukaanza kupambana kwa ibadati mbalimbali mbali. alafu mtume hakutuacha. Tazama mtume sallallahu alaihi wasalama anavyotupenda, ametupa dhikri bora, ametupa dhikri adhim ametupa dhikri nzito ambazo yeye mtume ametumia ametumia dhikri hiyo katika haya masiku kumi pamoja na mitume waliopita. Mnajua dhikri gani hiyo? La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah, dhikri adhimu hii ndugu yangu Muislam, dhikri nzito hii ndugu yangu Muislam, dhikri ambayo ina siri kubwa ya mafanikio ndani yake. Ndugu zangu wapenzi wangu, kokote pale mlipo duniani, kama kweli umedhikika masiku kumi haya, usilale, hii dhikri ilete kwa wingi kupita kiasi, mtaje sana Allah kwa hii dhikri, la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kuli shaiin qadir. Ndugu yangu mwislam, wallahi, sikwambii wala sikwambii utakavyoona Mungu atakavyokubadilishia ya maisha yako, utashangaa namna utakavyopata kheri nyingi, utashangaa namna ambavyo Allah atakufungulia milango yake ya kheri. Kwanza utasamehewa madhambi, na ukisamehewa madhambi nini unachokipata? yursili samaa alaikum midrara. Qurani inasema wayumdidkum biamwali, Allah atakujazeni mali, atakupeni pesa, atakupeni mali za kidunia mnazozi mnazozitafuta usiku na mchana wa banini na watoto wale dada zangu ambao matumbo yenu haina rutuba ya kupata mtoto, huu ndio wakati wa kuitumia hii dhikri. Ndugu zangu, masiku kumi haya atakapoingia, usikubali yakakupita hivi hivi. Ndugu yangu, leta sana huu uradi, leta sana hii dhikri wayajal we, lakum jannatin wayajal lakum anhara allah atakupeni mashamba ndugu yangu umekaa mjini mwaka wa ishirini ishirini na tano haumiliki hata kiwanja cha miguu kumi na tatu kwa kumi na tatu dhikri ni hii baba yangu kwa nini urudi nyuma kwa nini ulale ndugu yangu hali ya kuwa maadui zako hawajalala kwa nini? Kwa nini ndugu yangu muislamu ustarehe, hali ya kuwa wewe una matatizo, una mitihani kemkem, hali ya kuwa wachawi, mahasidi, wenye vijicho wao hawalali, daima wanakutafuta usiku na mchana. Kwa nini ulale ndugu yangu? Hakuna kulala. Haya masiku kumi yatumie vyema kuteketeza kila shida zako, kuteketeza kila mitihani yako, kuondoa kila mabalaa yanayokusumbua ndugu yangu mpenzi unayenitazama, wallahi laazim, mkiyatumia vyema haya masiku, ndugu yangu muislamu, yatabadilisha maisha yako kwa asili Mia, mia moja kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa, haya masiku kumi ndugu yangu, baada huu uradi aliotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli kuli shay'in eh, alqadir -al unauleta huu uradi mara nyingi sana usiku kwa mchana, huu uradi unaileta mara nyingi sana. Kingine ambacho hutakiwi kusahau ndugu yangu Muislam ni salatu ala nabi, kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ii fomula ninayokupa ndugu yangu, ukiitumia, ukiitumia baba yangu, umemaliza. Wallahi alazim, ukiitumia fomula hii ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, umemaliza, umemaliza ndugu yangu, utapata saada ya dunia na akhira, ukithirisha kumsalia mtume katika haya masiku kumi yaliyokuwa bora, msalie sana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mwenye kumsalia mtume mara moja, sallallahu alayhi biha ashara, Allah anakutakia wewe rehma, anakusalia kukusalia wewe Allah ni kukutakia rehma, anakutakia mara kumi. Asa jitahidi ndugu yangu katika haya masiku, msalie mtume Muhammad kwa idadi isiyopungua alfu moja mia tano na sabini na tano kila siku, usipungue idadi hiyo, ila ukizidisha ni bora zaidi kwako wewe. Ndugu yangu mwislamu, msalie hata mara elfu mbili, elfu tatu, elfu nne, elfu tano. Chizika na swala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utaona mafanikio yake. Kingine ninachokukumbusha ndugu yangu ili uweze kupata saada, kuondosha matatizo yako, kuondosha mitihani yako, jitahidi qiamuhu uh, billaili, amka usiku kusali. Ndugu yangu mwislamu, usiku usikubali ukaulala kucha wa haya masiku, usiku ikaondoka. Kumbuka masiku ambayo Mungu kayaapia wakati unamwomba una, una Mungu kumbuka haya, haya masiku Mungu kayapia, mwambia ya Rabbi, nimeamka usiku huu wa manane nakutaja wewe nakuita wewe, namsalia mtume wako. Kumbuka haya masiku Allah umeyaapia, na wee hauapii kitu ovyoovyo, unachokiapia ni kitu kikubwa na kitu kizito. Ya Allah na moja, ya Allah na mbili, ya Allah na tatu, ya Allah na kadha, natamani kupata kadha, niondoshe kadha. Ya Rabbi, familia yangu watoto wangu hawanisikilizi ya Rabbi, ndugu zangu ya Rabbi, ya Rabbi, maisha yangu ya rabbi maradhi na mwaka wa ishirini huu na ugua na shida na mitihani, ya Allah, nisipo nijibu katika haya masiku kumi matukufu, ya Allah, masiku gani mola wangu utaonijibu? Kama Allah utaniacha katika haya masiku kumi, basi lini Allah utanijibu? Mwambie Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala usiku wa manane, hali ya kuwa machozi inakububujika inaku, inaku, inaku, bu, katika mashavu yako. Wallahi ndugu yangu Muislam, Allah hawezi kukuacha Allah hato acha, hawezi kukuacha. Kingine na kupa faida ya mwisho, ndugu yangu, hii ndiyo faida kubwa kuliko faida zote. Haya masiku yatumie kufunga, yatumie kuyafunga haya masiku, ndugu yangu muislamu, na nitazama pale unapofuturu, jua mtume swa salam anasema dua ya mwenye kufunga haina pazia kwa Allah. Unapomaliza tu kufuturu, pale mwambie Allah subhanahu wataala, ya Allah, nimefunga kwa ajili yako. Ya Allah, nakuomba Mwenyezimungu nisamehe makosa yangu, Allah nna kadha, Allah nna hichi, Allah nna hichi. Ndugu yangu mwislam, fomula niliyokupa, ukaitumia vyema, ndugu yangu, ukaitumia vyema, ndugu yangu mwislamu, kwa imani na yaqini na ikhlasi, wallahi nakuwapia ndugu yangu kwa idhini yake Allah subhanahu wataala, utaona maajabu makubwa. Si masiku ya kukupita haya muislam, si masiku ya kuyafanyia maskhara haya muislam, kama tuna nayo utamwona